Karibu tena Hunter Recaps na leo tunaendelea na sehemu ya tatu ya movie yetu pendwa. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, basi usiache kulike na kusubscribe kwenye chaneli yetu. Basi bana, siku inayofuata, Jena anawasili shuleni na mama yake wa kambo anamzuia kwa dhihaka za kikatili. Hapo anagundua kuwa mwanamke huyo ni mjamzito na kwamba mtoto atakapozaliwa atarithi kila kitu. Anaanguka katika kukata tamaa. Ghafla Kim anaonekana, anamfukuza mama wa kambo na kumpa maji ya mtulize. Shena anashangazwa na tendo hilo na anauliza kama Kim anamhurumia. Hata hivyo, Kim anamdhihaki na kusema kwamba yeyote asiyeweza kuona kupitia kichujio ni kipofu, kwamba maisha yake si magumu kuliko yake, kwamba alijitoa kafara kila kitu ili abaki katika shule hiyo na kwamba hana chochote cha kupoteza. Kisha anamwonya akae mbali au atajuta, na anaondoka. Mara moja anaamua kuzingatia masomo yake kwa lengo la kurejesha nafasi ya kwanza, na kwa kweli wanyanyasaji matajiri wanaanza kumwacha peke yake. Anapumua kwa afueni, akiamini hatimaye atakuwa na amani. Lakini ghafla, katikati ya darasa, Win anaonekana na kudai kuzungumza. Yeye anakataa na kumwomba akae mbali, ingawa anamshika mkono mbele ya kila mtu akijifanya bado wako pamoja Akiwa na aibu, anamfuata peke yao. Anasisitiza amsaidie kumtambua mkosaji, naye anakataa ili kuepuka matatizo zaidi. Kisha anamtishia kwamba akidanganya mkurugenzi atamfukuza atakapojua kuwa hakuwahi kuona uso wa mshambuliaji. Akiwa na hofu, Kim hajui ajibu nini. kana kwamba hatima inazidi kumkaba, anapokea ujumbe kutoka kwa namba isiyojulikana ukiwa na video ya kukutana kwake na yule mwanafunzi tajiri mwenye huruma. Mtumaji anatishia kumfichua na anatambua kuwa mtu fulani alimrekodi kisiri. Akiwa na msongo na mawazo mengi anaingia darasani. Mwanafunzi wa sanaa anatambua ukimya wake na anamtelezeshea ujumbe kumuuliza kama yuko sawa. Kim anaguswa na anamshukuru kwa faraja, ingawa baadaye nyumbani anatambua kuwa mwandiko unalingana na ujumbe wa ajabu kutoka dukani. Hiyo ina maana kuwa msanii huyo anajua yeye ni shahidi na alimkaribia ili kumfanya akili na kwa kweli ndivyo ilivyo. Msanii anaonyeshwa akiangalia video ya ushahidi kwa sababu yeye ndiye aliyeirekodi. Kisha yaliyopita yanamfikia. Mwaka mmoja uliopita alitoka katika familia tajiri. Baba yake alipokamatwa na kufungwa gerezani, kila kitu kilibadilika. Wanafunzi matajiri walimdhihaki na kumtenga, naye hakuweza kuvumilia macho yao. Akiwa amejawa na hasira, alimshika mwanafunzi mmoja na kutishia kumvunja uso ikiwa atamzungumzia tena. Wakati huo, Gena alitokea. Msanii alidhani angemlinda kwa sababu alikuwa marafiki lakini Gena alimchapa kofi na kuwaamuru wote wakae mbali naye kwa sababu sasa alikuwa maskini na chini ya daraja lao. Kuanzia hapo, msanii alianza kumchukia na akaapa kulipiza kisasi. Katika wakati wa sasa, Kim anaingia kisiri kwenye chumba cha mwanafunzi wa sanaa akitafuta usb yenye video, lakini haipatikani. Ghafla msanii anaingia. Kim anakabiliana naye na kudai kujua kwa nini alimrekodi. Msichana mwingine anacheka kikatili akimkumbusha kuwa naye pia aliuza dhamiri yake ili kuingia shule hiyo. Kim anasisitiza kuwa hajui ni nani aliyemsukuma msichana, aliona tu kivuli cha mwanamke. Hata hivyo, msanii anamkandamiza na kupendekeza wamsingizie chena ili afute faili. Kim akiwa ameshangazwa, anaelewa huo ni msukumo wa chuki, anataka tu kumwangamiza Gena. Kim anakataa, lakini msanii anasema kuwa Malkia huwanyanyasa maskini kila siku na kwamba akianguka shule itakuwa bora. Hatimaye anatoa tishio ama amshtaki Gena au atachapisha video na kumharibia maisha. Akiwa hana njia ya kutokea, Kim anazurura mitaani akilia na kujutia kujiunga na shule hiyo, akitamani maisha yake rahisi ya zamani. Bila kutarajia, anakutana na Yena na anaganda. Cha kushangaza, Yena anakiri kuwa anamvutia kwa ujasiri wake. Anasema Kim hamwogopi mtu yoyote, na anamuhimiza abakie imara, apiganie haki zake, na avunje mifupa ya yoyote atakayemnyanyasha. Yule aliyekuwa akimtesa zamani, sasa anampeleka mbele akiwa amehamasika, nani anayepata tena kujiamini, anampigia simu Bujin na kuomba msaada. Siku iliyofuata, wawili hao wanaingia kwa kuvunja chumba cha mwanafunzi mpotovu ili kuchunguza humo. Wanakuta usb nyingi zinazothibitisha ulaghai dhidi ya wasichana wengi, lakini faili zote zimelindwa kwa neno siri. Kisha Kim anampigia Seo anayemkandamiza hadi anakabidhi maneno siri, nafuu tupu. Hata hivyo, akiwa nyumbani, udadisi unamshinda na anafungua nyenzo hizo. Kwa mshtuko wake, anakuta faili lililoandikwa jina la mpenzi wa Won Jane, msichana aliyelazwa katika koma. Anapolicheza anavunjika moyo. Msichana huyo alikuwa akimsaliti Gwin na rafiki yake wa karibu ambaye naye tayari alikuwa na mpenzi. Kim anamwonea huruma, akielewa kuwa alisalitiwa. Siku iliyofuata Gin anamgojea shuleni, yeye akiwa na wasiwasi anatambuliwa. Yeye bila kujua chochote anamwalika kwenye sherehe ya uchumba ya rafiki yake wa karibu, yule yule aliyemsaliti Kim. Hana njia ya kukwepa na anakubali. Usiku huo anahudhuria pamoja na Win, akiwa hana amani, katikati ya wanafunzi matajiri, ingawa wanamtendea vyema kwa sababu yuko naye. Anacheka, anacheza na kwa muda anajisahaulisha, huku hatia ikimtafuna. Baadaye anajaribu kumwambia kwa faragha ukweli wa usaliti, lakini Bujin anafunga kwanza na kukiri kumbukumbu tamu na mpenzi wake jinsi alivyompenda kwa wema wake. Kim hawezi kuvunja moyo wake na anakaa kimya. Kwenye sherehe Gujin anakabiliana na Chena na kumshtaki kuwa alimsukuma mpenzi wake. Gena anatoa bom, msichana alikuwa akimdanganya na rafiki yake wa karibu. Bujin anabaki katika mshangao, anamrukia na mapigano makali yanazuka. Sherehe inavurugika na mchumba analia kwa uchungu. Kisha Gena anamkaribia, anaomba msamaha na kujaribu kumfariji, lakini msichana anafichua wa tayari alijua kuhusu usaliti huo na alikaa naye ili kumdhibiti kama kikaragosi. Mwisho wa usiku, Kim anamchukua Lena nyumbani na kumwonyesha mkufu aliyoupata mkononi mwa mhanga. Lena akiwa ameshtuka, anatambua kuwa ni wa rafiki yake wa karibu yule yule aliyemsaliti Bujin. Ukweli unaungana. Rafiki huyo alipanda juu ya paa kumkabili msichana wa ufadhili kuhusu tuhuma za wizi, na mpenzi wake aliyekuwa amejawa na hasira alimchapa kofi na kumsukuma akidondosha mkufu wakati wa purukushani, huku sasa likiwaka Kim anaamua kusema kila kitu, lakini msanii anamuita na kumkumbusha kuhusu video ya ushahidi akidai amshtaki Lena au ataifanya iwe ya umma. Akiwa na hofu Kima anakimbia kwenda shuleni kumzuia. Anapofika anamwona msanii akipanda juu ya paa na kuiga tukio hilo, hadi kama msichana wa ufadhili anaanguka kwenye utupu. Akiwa amepigwa na butwa, Kima anahisi laana ya shule hiyo ni ya kweli. Anakaribia mwili, anatetemeka na anajaribu kufuta faili kutoka kwenye nguo zake, lakini simu haionekani. Hatimaye anaanguka chini akilia, na muda mfupi baadaye polisi wanafika, wanaondoa mwili na kusafisha eneo. Siku iliyofuata wanafunzi wanafika shuleni na kujifunza yaliyotokea. Shaka inamwangukia Kim mara moja kwa kuwa ndiye aliyekuwa wa kwanza kufika eneo la tukio. Mkutano unaitishwa na mkuu mpya wa shule anateuliwa, anayeahidi uongozi kuchukua udhibiti na kujaribu kufunga kesi kimya kimya. Wakati huo huo, Kim yuko darasani. Ghafla afisa wa polisi anaingia kumhoji. Matajiri wanazungumza kwa kunong'ona kwa ukatili, wanamuita mhalifu na kurudia kuwa lazima awe na hatia. Akiwasikia anavunjika ndani, anawahakikishia wote kuwa hana hatia, lakini hawamwamini. Kama mtu wa mwisho kuonekana karibu na eneo, anakuwa mshukiwa. Wanaongozwa hadi kituo cha polisi. Wanapomtoa kumbukumbu zinamlipuka unyanyasaji fedheha, maumivu. Anajuta kujaribu kubadilisha maisha yake kwa kuingia shule hiyo ya kifahari. Kituoni mahojiano yanaanza, wanamnyoshia kidole kwa sababu msanii alikuwa Kim blackmail kwa video. Akiwa na hofu na mtikisiko, Kim anajitetea, anasisitiza kuwa hakupanda paa. Hata hivyo hawamwamini, na wanamwambia atafute wakili wa bei nafuu. Wakati huo huo, Jena yoko na rafiki yake mjanja na mdanganyifu, anaposikia kuhusu kifo cha msanii, Jena anaanza kumshuku na kujaribu kumwingiza kwenye migongano ya maneno. Hata hivyo, msichana mwingine nakana kuwa alienda shuleni siku hiyo na anajifanya mwenye huzuni kubwa. Baadaye Kim anarudi nyumbani na kumsikia baba yake akisema ana mpango wa kuuza nyumba ili kulipia wakili. Akiwa amelemewa na hatia, analia na kulaani umaskini unaoharibu mipango yake kila mara. Siku iliyofuata, shuleni, ukatili unaendelea. Anapoketi anakuta wadudu ndani ya begi lake. Mnyanyasaji anachukua mmoja, anamrushia kwenye nguo zake na kumlinganisha na uchafu ulioko ardhini, kisha anamkata shavuni, akihitimisha kwa kusema kuwa taka kama yeye zinastahili kufa. Akiwa amevunjika kabisa, Kim anaenda bafuni kuosha damu na wadudu mikononi mwake. Anapotoka, wanamngojea, wanamkwaza, wanamtupa chini na mmoja anamkanyaga mkono kwa kiatu chake, akimtemea mate akisema yeye ni maskini na anapaswa kutoweka. Akiwa hawezi kuvumilia tena, Kim analipuka na kumpiga kofi, akiwaacha wakiwa wameganda. Wanyanyasaji wanajiandaa kumshambulia, lakini anachukua kizimamoto, anawanyunyuzia na anakimbia. Shule nzima inamkimbiza tena. Kama hapo awali, anakimbia kwa kukata tamaa na anafanya kufuli milango nyuma yake. Ghafla mwanafunzi mwenye pikipiki anaonekana, anamwonyesha apande na anampeleka mahali salama. Akiwa na shukrani, Kim anamshukuru na kugundua sare, kisha anauliza yeye ni nani. Anaondoa kofia ya chuma na kujitambulisha kama kaka mkubwa wazeo aliyerejea hivi karibuni baada ya kusoma nje ya nchi. Akiwa ameshangaa, Kim anampeleka kwenye mgahawa kumrudishia fadhila. Anamkiri hofu zake kuhusu wanyanyasaji, naye anaweka kichwa chake begani mwake, akiahidi kumlinda. Kwa hisia, anamshukuru kweli Wakati huo huo, Kena anakutana na baba yake anayemwambia kuwa alimtaliki mama yake na akaamua kuishi kabisa na mke wake mpya. Akiwa ameshtuka, Jena anamsihi asifanye hivyo, lakini anakataa. Kwa hasira, anamrushia maua na kutishia mwanamke huyo na mtoto aliyeko tumboni. Akiwa amekasirika, baba yake anamchapa kofi, anamuonya asiwaguse kamwe na anamfukuza nje ya kampuni. Akilia, Shena anatembea bila mwelekeo na karibu asababishe ajali. Bahati nzuri, Kim anamwona anamvuta kwa wakati, anasimamisha teksi na kumsindikiza za kuhakikisha anafika nyumbani salama. Wakiwa njiani, redio inatangaza habari za talaka kiomba kulipwa ikimhudumia hali ya Lena. Anapofika, Malkia anakimbilia kwa mama yake anayezamisha huzuni yake kwenye pombe. Lena anaondoa glasi, anamkemea kwa sababu ni hatari, na mama yake anavunjika akilia. Anaomba msamaha, anamkumbatia kwa nguvu na kumwomba awe imara kupambana na mama wakambo. Gena anaahidi kufanya hivyo. Anapotoka nje, anamkuta Kim akimgojea. Hata hivyo, badala ya kuzungumza naye, anaamua kupita na kukutana na baba yake akijaribu kurejesha upendeleo wake. Siku iliyofuata, Gena anashtuka rafiki yake mjanja anapochapisha makala kuhusu talaka ya wazazi wake, akiidharau familia yake. Akiwa na hasira, anaelewa kuwa ni kisasi, kwa sababu alikuwa amefichua usaliti wa mchumba na msichana wa ufadhili. Kisha anamuitisha, akiweka wazi kuwa asipokaa kimya atawaambia wote kuwa ni yeye aliyemsukua mwanafunzi kutoka juu ya paa, na hivyo vita kati yao vinakuwa wazi. Wakati huo huo Kim anagundua kuwa baba yake yuko katika ofisi ya walimu na anakimbia huko, lakini anamkuta akiwa amepiga magoti akiomba msamaha kwa mama wa mnyanyasaji aliyemripoti Kim. Akiwa amelemewa na hatia akimwona baba yake akidhalilishwa kwa sababu yake, anajaribu kumnyanyua. Hata hivyo, mwanamke huyo anakataa msamaha na kumgeukia Kim, akihitimisha udhalilishaji kwa tishio la kumfanya mama yake apige magoti pia, jambo linalomvunja Kim kwa sababu mama yake amekufa. mwalimu vuta pembeni na kueleza kuwa asipoomba msamaha watafukuza na kuharibu mustakabali wake. Akiwa hana nguvu, anaanguka kwa magoti karibu na baba yake na kuomba msamaha. Wakati huo anaelewa kuwa katika dunia hii pesa huamua kila kitu, hivyo anaamua kubadilika na angefanya chochote kuwa tajiri. Hata hivyo, mnyanyasaji na mama yake wanawacheka wote wawili, wakidhihaki jinsi umaskini unavyowalazimisha kumeza heshima yao, na wanakataa kumsamehe. Usiku huo kijana mwenye sura nzuri ana rudi kutoka nje ya nchi. Dereva wake anamkaribisha kwa heshima. Anatoka katika familia yenye nguvu, na akiwa safarini anatizama picha za Gina shuleni, akionyesha wazi kuwa anamfahamu na ana mpango fulani. Wakati huo huo, mkuu mpya wa shule anamtembelea Gina, anajifanya kumuunga mkono na kumwomba amchukulie kama baba. Anaahidi kushughulikia kila kitu. Gina anamshukuru na kuondoka, lakini mkuu anafuta mkono wake kwa chuki, akinongona kuwa hange husiana kamwe na watu kama